Kuchanganya ila sasa, unachotakiwa ukifanya ni kuzingatia hizi hatua. Hatua ya kwanza, baada ya kufungua Pays4ever, utakwenda kuclick kwenye menyu ya website, sawa? Eh, kwenye simu itafunguka kama hivi unavyoona, ila kwa mimi mwenye kompyuta ambaye nitaiongeza, itakuja kuonesha hivi. Mbona tofauti ushatokea? Ila kwenye simu itakuletea hivi hizi unazoziona hapa hizi ambazo zinapita zinabadika kwenye nyekundu. Hizi ni ambazo zinapatikana kwenye Pays4ever. Hii ni menyu ya Pays4ever. Kuna home, kuna hizo, kuna how it work. Ila sasa kwenye simu hautaziona hivyo, utaona hivi. Yes, utaona hivo. Kwa hivyo basi, hapa utakwenda kutafuta kidude cha menyu cha website kuna wanasema tuna mobile version, alafu kuna desktop version. Kwa kwenye mobile version itakuwa kwenye mtindo kama huu, ikiwa hivi, moja kwa moja utakwenda ku click kwenye hii menu ya browser tu pamoja. Uki click itakuletea hivi. Umeona, sasa mara ya kwanza ilikuwa ziko hapa juu, ila ile ni mfumo wa desktop. Kwa mfumo wa mobile inakuwa hivi ama mfumo wa simu inakuletea hivi. Kwa hiyo kwa wewe mpya ama mgeni, na umepewa linki yako ujisajili, hatua ya pili ambayo utakwenda kuifanya sasa ni moja kwa moja kwenda sehemu iliyoandikwa join now. Kama unavyoiona hapo, ya join now uta click join now. Ukisha click join now itakupeleka hatua ya tatu. Kanami, karibu Hatua hii ya tatu usiishie hapa juu, kwa sababu kuna vitu vimefichwa chini, hivyo inabidi ushushe ama upandishe kwa kidole chako kuelekea chini. Sawa, kwa hapa mimi na scroll kwa mouse, uh, kwa mouse yangu inanipeleka ya chini, ya peleka chini mpaka utakapokutana na hii kitu hapa inakwambia Create your account below and start earning. Tupo pamoja hapo yes, na imani tuko pamoja ukishapewa. Link basi itakuletea yule mtu ambaye amekupatia link. Kama unaona pale juu ilikuwa ni Oka Martin, Oka Martin username, lakini jina langu naitwa Oscar, sawa. Kwa hiyo itakuletea hapa sponsor, nitakuwa ni mimi Oscar Martin. Unachotakiwa kukifanya basi ni kujaza sehemu zilizowazi ukianza na jina lako la kwanza na jina lako la mwisho. Kwa hiyo hapa jina lako la kwanza maybe ni okay, Juliana sawa. Huu okay, ni mfano ambao nishauandaa. Jina lako la pili itakuwa ni maybe Kanyomozi isi mfano eh, ya yeah, Juliana Kanyomozi. Jina la kwanza Juliana. Jina la pili ama last name unaitwa Kanyomozi. Country ni Tanzania. Kumbuka wewe sio muhindi wala mchina wala mwarabu wewe ni mtanzania pure, hivyo unapaswa uselect kwenye Tanzania. Accounti Gmail yako, kwenye accounti Gmail yako inamaanisha ni Google email. Sawa. So, utaandika ile ambayo unatumia, maybe kwenye Android ama tayari unayo. Mfano wa kwangu ni Uh, nitaandika hivi Oscar, sawa. uh, iyapo kwa sababu nishaiandaa itakuja hapo. Oscar Martin mia mbili themanini na tisa@gmail.com laisi sana, umeona. Baada ya hapo utafuta tu, anafuata username, maybe username e, eh, unaweza ukatunga ambazo unazijua wewe, lakini ingefaa zaidi utumie hizi za first name na last name, sawa kwamba hapa tutakwenda kutumia. Okay, zipo hizi hapa tayari nishaziandaa. Huyu anaitwa Juliana Kanyomozi na maana nitachukua Juliana na Kanyomozi zote pamoja, alafu tutakwenda ku type password. Password hapa utaweka ambazo unazikumbuka. Ni muhimu sana kukumbuka password na username sawa. Eh, okay, kwa password hapa nitakwenda kuweka ambazo unazijua, mfano ta sawa, then nita confirm password ama nitaruhusu password yangu ni sehemu tu ya kuhakiki password sawa. Nitabonyeza tena kama nilobonyeza hapa juu sawa, nitahamishia na hapa chini tarararara, umeona. Then baada ya hapo nitakuja sehemu ya intercode. Sawa, intercode usipate shida kwa kuzijua ba, eh, maybe zinapatikana somewhere no. Intercode siko hapo hapo Intercode ni kwenye ichi kijumba cha pembeni ambacho kina saba j 2 nn, utaziamishia hapa chini ya hiki kijumba cha inter security code, tunaandika saba j 2 nn, zinakuwa tano tu sawa eh? Then utaziandika. Baada ya kuandika hapo, utakwenda kwenye join page, Forever, sawa. Inakuwa ni rahisi sana, yaani hakuna complicate yoyote ile, ni rahisi mno. Ukiklik tu hapa, itakuja kufunguka kwa hapa. Siwezi kukliki kwa maana hizi information za hapa juu ah, sio za kweli. Hivyo basi, kwa wewe ambaye utakuwa umepata hiyo linki, ukishajaza hivi, ukiklik tu, kumbuka na noti sana kwenye hatua hii kwamba jina lako la kwanza, jina lako la mwisho, vyote viwe kwa herufi ndogo, zisiwe kwa herufi kubwa. Sawa, kwa herufi ndogo na kueleza vile ambavyo nimefanya mimi, kwa maana kuna watu wengi sana imekuwa inawasumbua. Sawa, herufi ndogo, jina la kwanza, herufi ndogo, jina la mwisho, nchi yako, akaunti, email yako, username, herufu ndogo zote ziwe zimebanana sawa. Password yako, then utarudia password yako ama utai confirm password yako, uta enter zile code, uta join pace forever hapa. Sasa itakuletea ujumbe moja kwa moja wa kuwa wewe ni member. Hapa hatuwezi kuona, kwa sababu hizi information haziko sawa. Baada ya kumaliza hatua hiyo na ikakuletea kale ka message usisahau. Unapoona hatua kama hii, usichanganyikiwe, wewe shusha tu chini, usipanic. Just shusha chini, utapata kuelewa. E, na hii message itakuwa itakua around hapa, ambapo nachezesha hiki kimshale, utakutana tu na hizi popup. Usiogope, wewe shusha chini, itakuja mpaka around hapa, sawa. Na hii itafanyika kwa kila kitu ambacho utakifungua kwenye hii website. Usiogope, uspanik. Just take easy, sawa eh? Baada ya hapo, tutarudi tena kwenye menu yetu kwa sababu kuna hatua inayofuata na ya mwisho, ili kuhakikisha je, yeah, kweli tumejoin Pays4ever. Tutaenda kwenye sehemu itakayotuambia login, tuta click login. Tukisha click login, itatuletea kama hivi. Nakwambia itafunguka kwa kila sehemu utakayokwenda, sio hapa tu maana ukifungua sijui testimony, join now, contact us, home, uh, uh, yani vyote itafunguka hivi. Kwa hiyo kinachopaswa wewe ni ushushe chini, maana hapa nilitoka hapa kwenye menu ikanifungulia hii, nikaenda mpaka login, maana baada ya kumeneza login ikanifungulia hivi. Basi nitashusha chini mpaka sehemu ambapo itanambia nijaze information zangu. Kwa hiyo itanambia login to your, uh, Uh, members area members area. Kwa hiyo hapa na maana utaingia sehemu ya hiyo uh, link yako ambayo sasa ishafunguka, maana wewe sasa utakuwa una link. Okay. Baada hapo utakwenda kujaza kwenye uh, username username, mfano ya kwangu nilikuwa hiyo Oka Martin, labda ya mwingine itakuwa ni hivyo uh, Juliana ya yakwakwei sino tulisema kwenye mfano ni Juliana Kanyomozi, sawa. Na maana hapo utamaliza na kujaza kwenye password, ila hapa sasa nataka nikuoneshe takavyokuwa. Hivyo basi utatumia tu username yangu, then ukishamaliza kujaza username ukajaza na password, basi utalet me in, utabonyeza Ukishabonyeza kwenye let me in, itakuja itakuonesha hivi us panic just cool down. Inamaanisha hapa kuna kitu inasoma sawa, ya hizo tu ni sehemu tu za pop up ama wazee wa matangazo, kwa usiogope, just cool down, cool down. Maana tunakwenda sehemu ambayo ni nzuri na ni sehemu muhimu sana kwenye pays4ever. Hii ndo sehemu ya kuwa na uhakika na usalama wa fedha yako. Hii ndo sehemu ambayo wewe ili ujulikane kwamba upo kwenye mfumo ni baada ya kutumia zile username na password ku login sawa. so, umeona sasa tofauti. Mara ya kwanza wakati tunajiunga, hakukwepo na hii memba menyu, kulikwepo na hii uh, text ID ADS kwenda chini. Kwa hiyo wewe ambacho una unatakiwa kukifanya ni kuklik kwenye memba menyu, utaona na hizo zitu sasa. Hapa ndio memba ni wewe, sawa. Mfano uh, Sambode Juma Ashura, hii ndo itakuwa ni sehemu yako memba menyu, sawa. Wewe ni memba sasa pays forever.